Wametakiwa kuchukua tahadhari kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha katikati ya mwezi huu hadi mwezi Desemba mwaka huu, ambazo zinaweza kusababisha athari kubwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Taarifa Hamis Suleman inafano zaidi. Mkuu wa kitengo cha maafa katika ofisi ya waziri mkuu, Brigadia Jenerali Mbazi Msuya akizungumza na wandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema mvua hizo zinatarajia kunyesha kwa wingi zinatokana na ongezeko la joto katika bahari ya Hindi pamoja na mgandamizo kutoka bahari ya Pasifiki. Amesema kutokana na tishio hilo la mvua za El Nino, wananchi wametakiwa kuanza kuchukua tahadhari ya kuondoka kwa wale wanaoishi mabondeni au kando ya mito, pamoja na kusafisha mifereji katika maeneo ya makazi ili kurahisisha kupita maji kutokana na mvua zinazotarajiwa kunyesha kwa kiwango cha juu maeneo mengi nchini yameashiria kwamba yataathirika na El Nino na athari mbalimbali zinaweza mbali kutokea katika nyanja za kiuchumi na kijamii. Athari hizo ni pamoja na milipuko ya magonjwa. Kuna ugonjwa ule wa kuoza kwa miguu, kama alipo mnyama patakuwa na maji wakati wote, wanaita FMD, Foot Mouth Disease, kitu kama hicho inaweza ikalipuka ika hiki kipindupindu tulichonacho Mvua ikija hii ya El Nino inaweza kikaongezeka na kasi ikaongezeka zaidi. Sehemu ambazo kuna mabwawa, yawezekana mabwawa yakafurika, na yakishafurika yawezekana mabwawa yakabomoka. Aidha, kutokana na tishio hilo la El Nino, serikali imesema imejipanga na kuhakikisha kuwa vitengo vya kusaidia maafa na kutoa misaada ya dharura inakuwa na vifaa vya kutosha ili kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Ametaja baadhi ya mikoa ambayo inaweza kuathirika zaidi ni pamoja na mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro, Unguja na Pemba, Mwanza, Geita, Simiyu na Shinyanga, pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara. Ofisi yangu ina vituo sita, ina, ina, ina, ina, ina, ina maghala sita kwa ajili ya kukabiliana ku, ku, na dharura yoyote ile ikitokea. Kwa hiyo sasa hivi natakiwa kuyaimarisha hayo, kuyakagua na kuyaimarisha, kuweka vifaa vingine ambavyo vinaweza vikasaidia kama mablanketi, ndoo, mikeka, magodoro, vyandarua na vitu vingine. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.